Msiende mkatumie vibaya fedha za, za vijiji kwa mambo binafsi. Msiende mkaruhusu uuzaji holela wa viwanja uuzaji holela wa mashamba na ardhi kwa ujumla bila kufuata taratibu. Yote hayo ni sehemu ya majukumu yako ambayo unataka uyasimamie. Sasa ukisikipo hata jambo moja, ndio <coughs> migogoro inaanza. Serikali ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imeelekeza kwamba migogoro yote ambayo ipo katika vijiji vyetu imalize, na malizaji namba moja ya migogoro ni wewe, kwa sababu wewe ndio mtaalamu wetu uko pale. Kwa hiyo jitahidi sana wakati wote uwe ni mwalimu mzuri wa kuwaelimisha ule uongozi ambao wafanya nao kazi kule. Wananchi wale wanakutegemea wewe, kabla ya wataalamu wanaotoka makao makuu kuweza kuwaongoza. Kwa mambo, naomba niwaambie kwamba kuna changamoto pia ya utawala bora katika baadhi ya maeneo, na mara nyingi msababishi namba moja anakuta anakuwa ni mwenyekiti wa kijiji ambaye anakuwa ni binafsi <coughs> anataka kufanya mambo bila kufuata taratibu, kanuni na sheria. Nenda ukamdhibiti, lakini sio kumdhibiti kwa, ku, kwa kupigana ngumi, ukamdhibiti kwa kutumia vifungu vya kisheria na kanuni ambazo zilizokuwa, sawa kwamba mheshimiwa mwenyekiti, katika jambo hili hapana, nadhani tukitumia utaratibu huu tutakwenda vizuri, lakini sheria inakataza. Ukiona mambo ni mazito, tafadhali toa taarifa ili tuweze kusaidia, mambo yaende vizuri. Wote ulioajiliwa na halmashauri ya Kalambo kwa mwaka huu 2023 mpaka 2024 2025 mtakuwa na maadili mema, maadili haya ya tuongoze vema katika kuwatumikia wananchi ambao tunawajibika kwao.